Unahitaji kufanya research. Ukiletewa nguruwe unaambiwa kula, ukiletewa kono kono unaambiwa kula panya. Wewe kila unachonio kiona nyama unakula bila kuuliza, uje uliza nyongo, mmetoa ile eneo la sumu mmetoa? Kama hawajakwambia, basi tafuta mwenyewe, ila wewe umebaki na chuki leo, mbaya nataki na chuki. Ongea, unataka waongee familia yako. Nalirudia tena, niliongea juzi, unataka waongee familia yako. Familia yako imeshindwa kuongea kwa sababu bado watumwa. Mtumwa hawezi kutoka kujibu mbele ya bwana wake. Mimi sina bwana kuniongoza, najiongoza mwenyewe. Hii ni organization kubwa ya kukomboa fikra za watu weusi. Hii siyo mali ya mtu mmoja, hii ni mali ya watu wengi, wale wote wenye fikra huru, wanaotaka kujitambua. Kwa hiyo tunakwambia dunia umelishwa utumbo kuna mtu yuko tayari kupigana kubishana kutukana kwa sababu unamsimulia Myahudi yeye Myahudi ndio anamuona ndio njia ya kumpeleka peponi wakati Uyahudi nchi ya Israeli ndio nchi ya kwanza duniani kutangaza ushoga ni halali toka mwaka elfu moja mia tisa sitini na moja ushoga Israeli ulikuwa halali so called Israeli jeshi la Israeli na asilimia 30 hadi 25 ya mashoga baraza la mawaziri na watu zaidi ya asilimia thelathini na tano mashoga. Halafu bado unasema taifa la Mungu, taifa la Mungu wanyokwe. Mungu gani huyo? huyo Mungu Kalagosi. taifa la watu wanaofanya maasi. nyinyi wenyewe kwenye vitabu vyenu unasema Sodoma na Gomora iliangamizwa kwa sababu ya sodomaizi. Sasa hivi na nyinyi mnataka muangamizwe. kwa hiyo, hiyo Sodoma na Gomora haijawahi kutokea ulikuwa ni mpango wa kutengeneza watu wafikirie jambo hili la utendaji wa, wa matendo haya machafu. Sodoma na Gomora. Ilikuwa plani ya muda mrefu ya watengenezaji wa Biblia na Korani kwa sababu hawa wote ndio wanapenda matendo hayo machafu. Wa Romani waanzilishi wa Ukristo wa walikuwa wanapenda Sodomais. Mwangalie Julius Caesar, mwangalie Constantini, mwangalie Caligula wote hao Mark Antony, wote hao walikuwa sodomaiza. Kama sio wao walikuwa wake, basi rafiki zao ndio walikuwa waume. Kimwangalia huyo wanamwita nani mwandishi huyo, Caesar Borgia, he was a gay. Caesar Borgia so ni Alexander the 6, huyo alikuwa mtoto wa Alexander wa Sita, mtawala Roma. Nimpa ni na popu Weo, wewe wewe Ukija hapa kubishabisha na mijicho yako imekutoka na roho yako mbaya chuki kwa nini aongea basi? Sijali, I don't care. Sijali. Mi wanaita Mr. Nobody. Yeah. Hey. No one can intimidate me in my way. No one. If you can, do it. If you can, do it do it na, na, I say again, you can't do it because you are inferior. Kukubali ideology za uongo, ukiambiwa ukweli unakuwa mkali. Mimi ukitaka fact njo mfano, juzi niliwaambia nasema Elijah ndio alichukuliwa na kikokoteni. Elija hajawahi kuchukuliwa na kikokoteni, aliyochukuliwa na kikokoteni cha, cha, cha adhabu alikuwa Enoki. Enoki ndio alichukuliwa na kikokoteni cha adhabu. baada ya kukana watu wake, kuongoza maprinsi na maprinsesi, kwa sababu kitabu cha Enoko nacho, na nimekisoma vizuri na naendelea kukisoma na Book of Jashe nacho, nacho kitabu cha Book of Jashe. Biblia yenu, kwenye Biblia yenu Book of Jashe hakuna kama una unabisha, njoo unionyeshe Biblia gani na Book of Jashi, labda y kitabu cha Orthodox. Lakini ukiangalia katika maandiko, maandiko ya Waroma Book of Jashi haipo. Ni vile vitabu vinaitwa Apocrypha, the forbidden book. Viko vitabu kumi na sita vimeondolewa, na zaidi yake ukienda kuchunguza unavikuta una jitu imekula ugali wake limeshiba. Wewe kama utaki mimi kuongea usipite kwenye peji zangu, kwa sababu umiliki chochote umiliki interneti umiliki simu yangu umiliki hela yangu ya bando umiliki mdomo wangu umiliki akili zangu. Wewe ni nani mwenye kuhoji utoto? Kama unaweza nawe ingia kwenye media, tangaza watu wajue ufumbuzi, tuko tunataka mutue wengi na wewe kama unaingia kwa kutetea imani yako, tetea. Mimi sina imani, mimi ninajua imani, mimi sina kwa sababu sina uwezo wa kuamini, kwa sababu kuamini ni ujinga na utoto. Mtoto anaamini mama yake, mtoto anamuokota baharini. Mimi najua mtoto anazaliwa kwa, anatoka kwa tumbo la mama, anakaa miezi tisa. Wewe ni kama kuku. Mtoto wa kuku anaambiwa kesho utanyonya, utanyonya mtoto, kuku anaamini mtoto, basi atanyonya kuvusha na kuwa mwisho anachinjwa, anafanywa supu, ziwa hajaliona. Ndio wewe mpokeaji, utanibishia, utakasirika, uta kasirika ukiona imekuuma sana, kunywa sumu. Chiona nipo sana, nipo sana tena kwa ajili ya ukweli. Siko hapo kwa sababu ya kumleta ubabaifu. Unipi hata mia yako, sikuchaji. Unanipa mia wewe. siku nyingine nilikwambia Chionda kafanye kazi kazi, kazi gani? wewe mwenyewe kazi una, mimi mshasikia. Naomba msaada mtu, ila kula chakula, kugongea wewe, kupiga kizinga. watoto wa kiuni wanasema acha utoto wewe, kafanye kazi zako mwenyewe. Anasema kafanye kazi, ndio anaomba hela kwa mamake na babake kubwa zima linalelewa na mama na baba hadi leo, alijitambui bado, mtumwa wa mzungu, mtumwa wa familia hadi wake wanaolewa na wazazi wao. Kazi yao kuvizia wafanyakazi wa ndani mausigelu, mmekulisi tabia za mabwana zenu wazungu na Waarabu, kazi ya kutembea na mausigelu wenu na kuwanyanyasa nyinyi. Ndio watu mnasema mmeelimika, mmesoma, mmefika mbali, familia yenu ina dini Dini nataka unyenyekevu na upole, lakini nyinyi si wapole, nyinyi ni wakorofi na ni makatili. Niwaambie juzi, angalieni kisa cha BBC wanachoongelea watu wanavyoteseka Katari, Waafrika wanavyoteseka Katari, Waafrika wanavyonyanyaswa Ulaya na Amerika, bado mnaitwa nyani hadi leo monkeys Mnapejipendekeza mkubalike katika jumuiya ya wazungu, lakini wazungu bado wanachukulia nyinyi ni slavers, descendants of slavery. You own nothing, you don't have anything, you don't have anything. Huna kitu chochote na umiliki chochote. You are just a useless eh, hey, Chionda Mbona natushambulia? Nimekushambulia? Nilikwita, sijakushambulia. Mimi naongea aliyoko kichwani kwangu, maoni yangu. Wewe utakao kukasirika, ndio jiwe limekukuta kichwani. Najua utakuja kwa force kuandika na mikono yako ya kipuuzi message za kipuuzi. I never call you to my page. Waswahili wanasema shobo ndio zilizokuleta hapa, sio kingine Sio sio kingine, ni ukosefu wa ufahamu, ukosefu wa kujua, ndiko ulipofikia hapo. I'm feel pity to you very pity, very pity, very very pity. Eh, Chionda, naongea Kiingereza. Kiingereza ni lugha yetu sisi, tuitengeneza wa Morishi wakati tunatawala London. Unasemaje? unataka ushahidi? Waingereza walikuwa wanatumia Kifaransa zamani, kipindi cha mgogoro wa vita miaka mia moja, mtawala wa Ufaransa atakiwa awe mwanamke wa Kiingereza ili patikane amani. Amani wanaita muchi wali marriage, wewe unasemaje? Yaani, maondoa ya kutuliza migogoro kati ya falume na falume, mwana mfalume wa huko ataoa princess wa kule wana mfalme wa kuendoa huyu mjombake kule, hata wa princess wa huko, ili kuondoa wapate kuzaliana. Atakayempiga huyu kapiga mjomba wake, atakayempiga kule kapiga baba zake wadogo. Hiyo ndio inaitwa mutual marriage. Nikikwambia kasome, nitakuwa nimekosea, kwa sababu wewe ms msomi bwana, una degree una, una una shahada eh, shahada sijui ya wapi, hii shahada ya kidole hii, shahada gani? nawashangaaga sana, ila ninachojua watu weusi wana loo ngumu. Lakini nikikaa nikikumbuka masuala ya inki akigombana na ndugu yake Enlili, ha? maduki akigombana ya na ningi shida ka toti kugombea utawala wa Kemeti mpaka pale ningi shida alipoamua kuhamia meso Amerika na kwenda kutengeneza imaya za Azteki pamoja na Maya, ni huko yuko takaa ni Meksiko ya leo. Hiyo ndio habari ya dunia. Wenye chuki waendelee na chuki zao, wasipunguze kasi. Wenye roho mbaya waendelee kula sumu, roho zao ziwe mbaya zaidi. Sisi wenye huruma tuendelee kuwa na huruma zetu. Sisi wenye ukweli tutaendelea kuongea ukweli. Hakuna anayeweza kuzuia ukweli. Unapokuja ukweli unapokuja, ni kama mafuriko ya maji kwenye bonde refu. Hata kubali shauri yako Ila punguza roho mbaya, chuki na kijicho. Chionda akiongea, Chionda ana elimu, elimu ana babaangu na mamaangu. We Chionda, elimu yako umesomea wapi? Wewe unataka elimu, elimu ya kupewa mistaki? Mimi na elimu nimetafuta mwenyewe, vitabu nimenunua mwenyewe, nimekaa nimejisomea mwenyewe, nimeeka alama mwenyewe, nimehifadhi mwenyewe kichwani. Kwa hiyo wewe wewe mkoloni, mtoto m, -m, m, -m, mtumwa, wakala wa mkoloni, nakupa pole sana. Ubuntu, Bantu, Afrika ni watu, sio manyani, ndugu wana wa Afrika utepo amenela.